Saa sita adhuhuri, kijiji cha Sikata, eneo bunge la Kandui, katika kaunti ya Bungoma, kwa akina boma la Mayuba Brian, tunakutana naye katika boma lao, anapofanya shughuli yake ya uzalishaji na ufugaji wa kuku hawa. Brian aliyekuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, hapa anatupa taswira kamili ya chanzo cha kuanzisha ufugaji huu wa kuku hawa na kuachana na kile alichokuwa akisomea katika chuo kikuu cha Nairobi. Nilianza na kuku 50 ambapo nilizinunua kutoka Uganda. Nilikuwa nachukua vifaranga naziweka kwa jua mchana, then usiku zinalala kwa carton boxes. Hiyo ndio nilikuwa natumia kwa kuweza kulea hizo vifaranga. Mimi nilikuwa nafanya hii biashara as part time kwa sababu nilikuwa nasoma nilikuwa nasoma katika chuo kikuu cha Nairobi na nilikuwa nafanya degree, inaitwa Bachelor of Science in Actuarial Science huko University of Nairobi. So hapo ndio nilieza, nilikuwa naendelea hiyo lakini nilikuwa nafanya ili niweze kupata pocket money, but vile nilifanya nikaendelea kufanya, kufanya. Miaka iliposonga, niliona hii ni biashara mzuri na itaweza kunifaidi zaidi kuliko mimi kuweza kuajiriwa na mimi nitaweza kuwa my own boss na niweze ku increase network yangu. Akizungumza na runinga hii, Brian ameelezea safari yake ya kupiga matofali kutoka eneo hili ili kumwezesha kuendesha ufugaji huu wa kuku hawa, na kusema kuwa ufugaji huu umempatia kipato cha hali ya juu na kumwezesha kuajiri baadhi ya vijana toka katika kijiji hiki kama njia mojawapo ya kubuni ajira kwa vijana hawa na vilevile vile kumpatia kipande cha ardhi alipoanza ufugaji huu na vifaranga 50 pekee. Hii leo Brian anamiliki zaidi ya kuku elfu nne. Kwa hii kazi ya ufugaji wa kuku imenisaidia mimi kuweza kuakwaya one acre of land. Kwa ile faida pia napata, ninaweza kusaidia the community as a whole, the social impact and the economic impact in our area. Wanaweza pata mbolea hapa kwa bure, mimi nawapea mbolea kwa majirani wangu kwa bure na pia kwa ile kazi ambayo nimeajiri vijana wengi kwa hii, kwa hii area yangu Mina find out that hawa vijana hawezi engage in crime na pia inawasaidia waache kuingia kwa, kwa abuse madawa. Mpenzi mtazamaji, katika chumba hiki cha Brian anapofugia kuku hawa hapakosi kuwa na changamoto mbalimbali, kama vile magonjwa na gharama ya chakula cha kuwalisha kuku hawa, ambayo kwa kiwango kikubwa anahitaji fedha ili kukidhi mahitaji yao, kati ya changamoto zingine nyingi anazokumbana nazo kutokana na ufugaji huu wa kuku hawa. Changamoto kubwa kutokana na hii ufugaji ni bei ya chakula ya kuku. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo wakulima wengi wanapitia, na sisi tunaweza kusuluhisha changamoto hilo kwa njia ambayo tunaweza kujiundia chakula chetu. Hivyo ndivyo tunaweza kujaribu ku cut down on the cost of production kwa shamba letu. Na pia changamoto lingine kwa hii biashara yetu ya, ya kutotolesha mayai ni stima kupotea potea kila mara. So una end up, una find out that unatumia pesa mingi kwa kuweka mafuta kwenye jenereta. Brian, hata hivyo, ametoa wito kwa vijana mbalimbali kuachana na tabia potovu na kutafuta ajira kwa mataifa ya kigeni na badala yao kujiingiza katika shughuli itakayo wapatia mkate wa kila siku. Ninawaomba wakazi wa Bungoma ili muweze kunisupport. Kwa kifaranga ya siku moja mimi inauza kwa shilingi mia moja Kifaranga wa wiki moja mimi ninauza kwa shilingi mia moja arobaini Kwa kifaranga wa wiki mbili mimi ninauza mia moja themanini Kifaranga wa wiki tatu mimi ninauza mia mbili ishirini na kifaranga wa mwezi mmoja mimi ninaweza kuuza kwa shilingi mia mbili themanini Mimi ninawaomba mkuje muweze kunisupport. Muweze kununua hizi vifaranga, umeona naweza kuwasaidia kwa wale ambao wanaogopa. Kifaranga ya siku moja, mimi naweza kuwasaplaia kifaranga ambayo ni ya highest quality. Vijana wengi wanaenda wanaajiriwa hizo inchi za mbali, wanaenda wakikazana na tunaweza kujinua hapa, tuweze kuajiri vijana wengi hapa Kenya. Jimmy Wanjala na Rashid Kasim ni kati ya miongoni mwa vijana walioajiriwa katika eneo hili ili kupata mkate wa kila siku, huku wakimsifia mwajiri wao kwa nafasi waliopata ili kujikimu maishani. Tangu nianze kufanya kazi kwa hii kambuni, uh, kazi moja yenye anafanyaga ni kuamka asubuhi mapema saa kumi na mbili kuanza kulisha makuku, kufanya usafi, kujua kuku ziko aje, zimekaa aje, zimeamuka aje, ziko na afya aje. Nashukuru Mungu sana na nashukuru sana mdosi wangu Brian, kuniandika kazi hapa karibu kuni trust hii kazi na nikip busy sana kukuwa hapa sahii, jikuta kwa trap yoyote ya kusema ati ndao za kulevya ama wizi. Pia mimi nimejaribu ku kuanza anza shughuli zangu hapo karibu hapo nyumbani kupitia kwa hii kampuni. Kazi ambayo inafanyika hapa kuna kushaga chakula ya kuku, kurokota mayai Baadaye kusabua mayai imetoka kiasi gani, kazi imeweza kunawezesha mahali imeweza kufika mahali, hata nyumbani imeweza kununua mbuzi, meweza kununua kondoo, na bado unaendelea kujika na, kujiga na kazi yangu, na nitaendelea kufanya vyema. Sani matano Mpakani TV kijiji cha Sikata, eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma.